Naam, baada ya ligi kuu NBC Premier League kutamatika leo, ambapo Simba Sport Club amechukua alama zote tatu pale meja jenerali Samuyo, ambapo alikuwa nakipiga na mashujaa hawa kutoka kule Kigoma, ambapo Simba Sport Club leo hii ameibuka na ushindi wa goli mbili kwa bila dhidi ya mashujaa, lakini kitu ambacho kime kimebamba mtandaoni ni baada ya Kib Dennis Kib Dennis Prosper kukosa mkwaju wa penati kwenye hiyo mechi, lakini Modewiji sasa, baada ya Kibudenis kukosa huo mkwaju amemjia juu Kibu Dennis kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika wa maneno mazito kwa Kibu Dennis. Sasa hayo maneno tunayo hapa Tuboni Media. So, nikukumbushe tu wewe kama ni ya leo, tunaenda kuangalia mchezo wa NBC Premier League ambao umepigwa pale Meja Jenerali Samuyo kuwa unakutanisha vigogo na nguli wa soka hapa Tanzania, tunazungumzia Simba Sport Club na na mashujaa kutoka kule Kigoma, ambapo Simba Sport Club walikuwa ni kama wenyeji wa mchezo huo, maana Simba Sport Club kwa sasa wanatumia uwanja wa Meja General Jenerali Samuyo kama uwanja wao wa nyumbani. Sasa Simba Sport Club leo hii wameibuka na ushindi wa goli moja kwa bila, goli la kwanza likifungwa na Gweye ambaye ni ingizo jipya hili kutoka kule Stade Melini, ambapo Simba ndani ya dirisha dogo kwenye kuimalisha kikosi chao walimsajili Gweye kutoka kule Stade Melini ya kule mahali kwa ajili ya kuimalisha kikosi chao kwenye ligi ya mabingwa na NBC Premier League ambao wamemsajili kwenye dirisha dogo. Leo hii amepachika goli lake la kwanza na ni mchezo wake wa kwanza wa NBC Premier League, lakini mchezo wake wa kwanza na ame goli moja na huyo Gweye leo hii ameibuka ndo man of the match, yani mchezaji bora wa mechi ya leo kati ya Simba na Mashujaa, lakini goli la pili likifunga na Suleiman Mwalimu ambaye wamemsajili kwa mkopo ambaye wamemchukua kwa mkopo kutoka kule Waidadi. Hivyo basi Suleiman Mwalimu ameipachika, ameipachika goli la pili na kuipa ushindi Simba wa goli mbili kwa bila. Lakini kitu ambacho kimebamba mtandaoni ni baada ya Kibu Dennis Prosper kukosa mkwaju wa penati na kupiga fyongo kabisa, ambao umewauzi mashabiki na umewauzi mashabiki na viongozi wa timu hiyo baada ya kuona Kibu Dennis anapiga mkwaju kwa hali ambayo haikuwa ya kawaida. Lakini Mode Wiji leo hii kupitia ukurasa wake wa Instagram ameipongeza Simba kwani tukumbuke kwamba Simba wametoka kupoteza mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kule na Esperance kule nchini Tunisia. Hivyo basi, wamekuja Tanzania na wamecheza mchezo wao wa ligi kuu. Hivyo basi, Mode Wija amewapongeza Simba Sport Club kwa ushindi huo, lakini amesema penati ya Kibu Dennis ambao alipiga ni kitu cha kawaida na sio cha kushangaza. Zaidi ni kwamba aendelee kufanya mazoezi na vitu vizuri vinakuja. Hivyo basi, Simba FC leo hii wamewaidi vitu vizuri mashabiki kwamba wasiwakatie tamaa, maana mbele hao kuna mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika mkondo wa pili ambao unakuja kupigwa hapa Tanzania ambapo mkondo wa kwanza Simba walikubali kichapo cha goli moja kwa bila kutoka kwa Esperance de Tunisia. Lakini mkondo wa pili unakuja kupigwa hapa Tanzania zungumzia vipi ushindi wa Simba leo na una, una, una umeangalia ushindi wa Simba. Njoo kwenye komenti, tuambie umeangalia ushindi wa Simba ukiwa wapi? Mimi ni Tubone Media, usisahau kusubscribe. Hadi wakati mwingine, bye. Bye.